Pengine unahitaji kuanzisha channel ya YouTube ama unahitaji kufanya kitu chochote online, lakini hujui kutengeneza email. Hivyo basi kama unahitaji kutengeneza email, ama kuweza kufanya manunuzi ya mtandaoni ni lazima una email. Hivyo kama unahitaji kutengeneza email, na hujui, hii ni video yako. Ungane mwanzo paka mwisho ili uweze kujifunza namna gani ambayo unaweza kutengeneza email kwa muda mfupi sana. Mambo vipi? Naitwa Director Sam. Karibu uweze kujifunza jinsi ya kutengeneza email kwa njia rahisi na kwa haraka sana. Kuna njia mbili unaweza kutumia, uh, njia ya Gmail lakini pia unaweza kutumia Google kama Google ili kuweza kutengeneza email ambayo ni @gmail.com. Okay. Kuna email za @yahoo, kuna email za @outlook, lakini sisi tutatengeneza @gmail. Okay? Ambayo ni ya Google. Okay. Utakuja kwenye browser yako, hapo utataipe google.com ili kusudi uh, kwenye browser yako ifunguke kwa interface ya namna hii. Utakuja huko ujue, mbona unaona hii, unaona hii kwa sababu tayari kuna email ambayo ninayo hapa, lakini kama hauna utakutana na kitu kimeandikwa create account, lakini kwa vile ambavyo mimi nina account, ukiangalia hapa na account zipo, kuna hii ambayo iko hapa juu, lakini kuna hizi mbili asa chini. Nitakuja kwenye add another account ili tuweze kutengeneza Gmail uh, yetu. Okay, utakuja kwenye add account to device, kama nataka niongeze account nyingine hii device. Sawa, so, baada ya hapo utafungua lock Sawa, kisha baada ya hapo itaload namna hii. Itakuja ikija ita ita hivi, ama unataka kuingiza email ambayo tayari unayo, lakini tutakuja kwenye create account ili kuweza kutengeneza. Tutakuja kwenye for my personal use. Baada ya hapo tutaweka taarifa zetu, majina yetu, sawa. Jina la kwanza, jina la mwisho ni option, sio lazima, sawa. Tutaweka namna hii, then next baada ya hapo utakuja kuchagua tarehe yako ya kuzaliwa sawa, utaweka na mwaka okay, weka mwaka wako, then unaenda weka jinsia yako, then press next. Baada ya hapo ndio utachagua sasa, katika hizi hapa unataka utumie email hipi. Kwa mfano hapa mimi inanionyesha hii ya kwanza, inanionyesha hii ya pili. Lakini pia kuna sehemu ya tatu, create your own Gmail, mimi nataka nitengeneze yenye jina tofauti aa nitumie sg Corporation. sg Corporation. Sawa, naweza nikaongeza sgc atakaijifananegco sg at gmail.com ita place next. Sawa, kisha nitatengeneza password. Tengeneza password ambayo unajua hautaisahau hiyo moja sawa. Lakini licha kuwa utaisahau password, iwe na herufi ndogo, iwe na herufi kubwa, iwe na character, iwe na mchanganyiko wa namba okay? Hmm. Kisha baada ya hapo uta next. Baada ya ku next itakuonyesha hapa jina lako pamoja na email uliyochagua, uta next, utakuja kusoma hizo terms and conditions au nini, privacy and terms utazisoma, baada ya hapo uta agree. Sawa. Baada ya hapo uta agree. itakuja kufunguka namna hii, na maana hapo tayari unakuwa umeshakamilisha zoezi la kufungua nini Email ama Gmail. Kwachofuata hapa kinachofuata hapa itakuwa ni kusign in ama kuweza kuendelea kuweka security. Kwa hapa nikiangalia, haipo humu kwenye hii simu, kwa maana nitakuja kusign in. Oh sorry, umesha sign in tayari, iko juu hapa. Sa... hapa. Oh, no. Sawa. Iko hapa, kwa nikiigusa nitaenda kwenye hatua zinazofuata. Ah, uh, simu yangu ina mambo mengi kidogo eh. Ndio maana unaona ananipeleka huko, ananipeleka huko. Kwa hiyo baada ya hapo Google account, unagusa Google account ili kuweza kutengeneza masuala ya security na vitu kama hivyo. Sawa. Hii inasaidia. Hiki ninachokifanya sasa hivi kinakusaidia akaunti yako iwe imara. Sasa hiki tutakifanya katika video nyingine inayokuja. Kwa hiyo ukiishia hapa, unakuwa tayari umeshatengeneza akaunti yako. Sasa video inayokuja nitakuonyesha namna gani ya kuweza kutengeneza YouTube channel kupitia email yako hii ambayo tumetengeneza, alafu wakati mwingine tutakuja kuiwekea security hii email yetu. Uwe na wakati mwema, naitwa Director Sam, hadi wakati mwingine. bye, bye.